Kila mtu alimpita kipofu mpaka yatima maskini alimwokoa bila kujua ni bilionea. Mtaa mzima uliganda pale magari matatu meusi ya SUV yalipoingia uwanjani wa Sandra wenye vumbi ukingoni mwa Lagos. Injini zililia, milango ilikaa imefungwa. Majirani walijisukuma kwenye malango yao wakinong'ona. Sandra alisimama bila viatu kwenye hatua iliyopasuka ya nyumba yake ndogo moyo wake ukipiga kwa nguvu karibu naye. Yule mwombaji kipofu ambaye alikuwa amemchukua nyumbani dakika chache zilizopita alifanya jambo lisilowezekana. Alisimama wima, alivua miwani yake ya giza, alivua kaftani yake iliyochanika juu ya kichwa chake, na chini yake kulikuwa na shati nyeupe safi na jaketi iliyoshonwa vizuri. Mtu ambaye kila mmoja alikuwa amempita sokoni alionekana mpya, msafi na mwenye nguvu. Kinywa cha Sandra kilifunguka, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Mtu yule alimtazama kwa macho ya huruma. Sandra, alisema kwa upole, huna idea ni nani mimi. Kama unapenda hadithi hii, tafadhali comment, share na subscribe kwa channel yetu ili kupata hadithi nyingine za kuvutia. Magari ya SUV yalikuwa kimya. Dereva aliinuka na kuinua simu kwenye sikio lake. Magoti ya Sandra yalihisi dhaifu. Masaa kadhaa mapema. Asubuhi hiyo joto lilikuwa likiinuka kutoka ardhi nyekundu wakati jua lilipopanda juu ya mapaa ya chini ya mtaa wa kibanda. Mabati ya maduka ya kando ya barabara yaling'aa, mabasi yalipiga honi, wachuzi waliita bidhaa zao: maji safi, karanga, mkate. Sandra alitembea kwa haraka, kichwa chini, tumbo lake tupu. Alikuwa na umri wa miaka 18 mwembamba kutokana na siku nyingi kama hizi, na alikuwa njiani kwenda sokoni kubeba mizigo kwa watu, ili kuwa njia yake pekee ya kununua chakula kwa siku. Alishikilia maneno ya mama yake akilini, maneno ambayo yalikuwa yamemsaidia katika usiku wa giza tangu ajali iliyowachukua wazazi wake wote wawili: wema hupata njia yake kurudi, usiwahi kufunga moyo wako. Sandra aligusa ukanda uliovaa wa mkoba wake mdogo ndani kulikuwa na kitu chake cha kecha thamani zaidi, picha iliyokunjwa yake pamoja na wazazi wake mbele ya nyumba hii hii ndogo, wote wakitabasamu, macho yakiwa na mwanga. Kwenye kona karibu na wachuzi wa pilipili pili, alimwona mzee mmoja. Alikaa chini karibu na mfereji mwembamba na machoka. Kaftani yake ilikuwa imechanika begani, miwani ya giza ilimfunika macho, fimbo ya kutembea ilikuwa imelala kwenye magoti yake midomo yake ilikuwa kavu. Aliinua mkono mmoja wenye kutetemeka kikofi wazi, akiomba msaada. Watu walimzunguka kama alivyokuwa jiwe barabarani. abel sogea mtuma moja, akilisukuma gari la mkono alisema, akimpita bila kumtazama. Wavulana wawili wa shule walicheka na kuharakisha kupita. Mwanamke mmoja anayuza nyanya alikunjua kichwa, kai kila mahali shida, nani atasaidia nani? Sandra aliendela pole Umati uliendelea kusonga. Kichwa cha mzee yule kikaelekea upande wa sauti za miguu, kama kwamba angeweza kusikia msaada hewani na alikuwa akingoja kuikamata. Kifua cha sandra kiliumwa. Alitazama sarafu ndani ya mkoba wake. Hazitoshi kwa mkate, hazitoshi kwa chochote. Alipiga magoti. Habari ya asubuhi bwana, alisema unahitaji maji? Kinywa chake kilihamia maji, alinong'ona. Sandra aliinuka akakimbilia kwa mahuzi wa karibu na kuomba pakiti ndogo. Mwanamke yule alihema lakini alimpa. Chukua, lakini hii ndio ya mwisho ninayoweza kufanya leo. Asante, Sandra alisema na kukimbilia kurudi. Alirarua ncha na kuongoza maji kwenye mikono ya mzee yule. Alikuniwa pole pole kama kuzima moto ndani ya koo lake. Alipomaliza alichukua pumzi ndefu na kula za pakiti tupu kwenye kiganja chake. Asante binti, alisema. Sauti yake ilikuwa ya chini na ya kutulia. Jina langu ni Anderson. Sandra alijibu, ninaishi karibu, akanuia kuelekea sauti yake. Sina mahali pa kwenda, sina macho ya kuona barabara na sina mtu wa kuniongoza. Je, utaweza? Je, utanichukua kama baba? Kichwa chake kilinama alipozungumza. Sitakuwa mzigo. ninahitaji tu kona ya kulala, hata kwa siku moja. Pumzi ya Sandra ilikwama kumchukua. Alikuwa na mkeka na fan ya zamani ambayo ilifanya kazi tu pale ambapo kulikuwa na umeme. Hakuwa na chakula, hakuwa na pesa. Mpango wake wa leo ulikuwa kubeba vikapu hadi mifupa yake ichomi, kisha kununua gari na mboga, hiyo tu. Mwanamke mmoja akibeba viazi alisimama na kutazama msichana mdogo. Alisema kwa Sandra, tumia akili yako, tazama kuzunguka kila mtu ana njaa, huwezi kulisha ulimwengu mzima. Sandra alimtazama. Ninajua, alisema kwa upole, lakini ninaweza kumsaidia mtu mmoja. Mwanamke yule alikunjua kichwa na kuondoka. Trafiki ililia, basi lilipiga moshi. Mkono wa mzee yule ulikuwa ukitetemeka hewani kama swali. Sandra alisimama, akatia bega lake chini ya mkono wake na kuinua. Alikuwa mwepesi kuliko alivyotarajia. Aliweka mkono wake juu ya bega lake dogo na kushika fimbo ya kutembea kwa mkono wake mwenyewe. Bwana, nitakupeleka kwanza nyumbani, alisema. Unaweza kupumzika huko. Walihamia polepole pole kupitia umati. Watu waliwatazama na kuondoka. Mvulana mmoja aliye yumba na shida, anabeba kwenda nyumbani. Sandra aliendelea kutembea. Barabara bara kutoka sokoni ilikuwa moto chini ya miguu yake, lakini hakusimama. Ukingoni mwa makazi nyumba zilipungua, nyasi ndefu zilikuwa kando ya njia ya mashanga. Nyumba yake ilisimama nyuma ya uzio ulioegemea, rangi yake ya zamani lakini safi. Alifungua lango na kusukuma mlango kwa nyonga yake. Chumba kidogo cha kuishi kilikuwa na fan, kiti cha plastiki na mkeka mwembamba uliotandazwa sakafu. Mwanga wa jua ulianguka katika mraba safi juu ya vigae vilivyopasuka. Sandra alimuongoza mtu yule kwenye mkeka. Alikaa kwa kuhema pole. Nitakupatia maji zaidi, alisema. Alijaza kikombe kutoka kwa kontena yake ya Kea blue na kumpa kwa mikono yote miwili. Alikuniwa mistari kwenye kipaji chake cha uso ulipungwa. Pumzika hapa, Sandra alisema, akiweka fimbo ya kutembea karibu. Tafadhali bwana, ninahitaji kurudi sokoni ninabeba mizigo kwa watu kupata pesa. Nitanunua chakula kwetu ninapokuwa nikirudi. Mzii yule aliinua kichwa chake. Kwetu? ndio alisema, akishanga jinsi sauti yake ilivyosikika imara. wewe na mimi. Alikuwa kimya kisha aliuliza, wazazi wako wako wapi? koo la Sandra lilifiniwa. Alika sakafu karibu na mkeka, mgongo wake ukiwa kwenye ukuta. Wameondoka, alisema ajali ya gari mwaka jana kulikuwa na moto majirani walikuja chelewa nilikuwa na umri wa miaka 17 sasa nina miaka 18 niko peke yangu kiniwa cha mzee yule kilihamia kama alivyotaka kusema poli lakini hakuna maneno yaliyotoka alielekeza uso wake kwake kama kwamba akitazama kwa macho nyuma ya miwani umesema uko peke yako alinong'ona na bado ulinichukua ndani mama yangu alinionyesha kitu Sandra alisema na kubana kikofi chake kwenye vigae vilivyotoweka ili kuacha mkono wake usitetemeke. Alisema, hata kama hakuna mtu anakusaidia usigeuke mgongo kwa msaada unaweza kutoa. Nina jaribu kushikilia hilo hata ninapokuwa na njaa. Tabasamu dogo liligusa midomo ya mzee yule, aligiuka mkono wake na kupata wake sakafu, vidole vyake vilikuwa vya joto na vya uthabiti. Sandra alisema, una moyo imara. Aliinuka ni harakishe kabla jua halijapata joto zaidi. Nitarudi na chakula. Alitoa picha ya familia yake kutoka kwenye mkoba wake na kuiweka kwenye ufa wa ukuta, mahali alipokuwa akiiweka salama na kunyooshea mlango. Ngoja menzi yule, alisema Sandra alisimama, kidevu chake kilinuliwa, mgongo wake ukanyuka, na kisha alifanya jambo ambalo lilifanya muda usimame. Alijisukuma hadi kusimama. Alivua miwani ya giza, alivua kaftani iliyochanika juu ya kichwa chake. Chini ya shati lake lilikuwa safina zuri limefungwa ndani ya suruali zilizopigwa vyema. Alionekana mrefu zaidi, kijana zaidi, na ghafla maarufu sana. Sandra alibonyeza kwa haraka, akijaribu kuelewa. Alichuna lw alinongona. Macho ya mtu yule yalikuwa wazina ya kiangaza. Alimtazama kikamilifu kwa mara ya kwanza. Siko kipofu, sandra alisema kwa upole. jina langu ni chief donald Anderson, mimi ni mkurugenzi mkuu wa donald Group. Sandra alihisi chumba kikigeuka. Alikuwa ameona uso huo kwenye TV, kwenye maduka ambapo watu walikutana kutazama habari. Alikuwa amesikia jina hilo pale mabasi yalipopita kwenye matangazo makubwa. Mtu kwenye mkeka wake ndani ya nyumba yake ndogo alikuwa bilionea. Aliinua simu yake na kupiga nambari njo kwa anwani hii, alisema. Sauti yake ilikuwa imara sasa, sauti ya mtu aliyezoea kutiwa. Leta magari. Aliimaliza simu na kurudi kwa Sandra. Nilikuja hapa leo kwa mavazi ya kujificha, nilitaka kuona jinsi watu wanavyomtendea mtu bila nguvu au mali alisema. Sokoni walipita kando yangu, hawakuona mimi, lakini wewe uliona. Sandra alijaribu kuzungumza lakini sauti kavu tu iliyotoka. Aligusa ukuta kujimarisha. Usiogope, Chief Anderson alisema, sitakudhuru. Ulifungua mlango wako kwangu ulipokuwa huna kitu, karibu kwa sababu ya hilo nitafungua wangu kwako. Injini zililia nje. Sandra alielekea mlango na kutazama kupitia ufa. Magari matatu meusi ya SUV yaligeuka kutoka njia ya mahanga, na kupangwa mbele ya uzio wake. Vumbi lilielea kwenye mwanga wa jua kama nyota ndogo. Majirani walikusanyika wakiashiria, macho makubwa. Chief Anderson alitazama chumba chake kidogo. Macho yake yalikaa kwenye mahali palipopasuka ambapo Sandra alikuwa ameweka picha ya familia yake. Aliangalia ufagaji wa makini wa sakafu, msururu wa vitabu ya shule vilivyowekwa vizuri, kiti kimoja cha plastiki ambacho kiliangaza kutokana na kupanguswa tena na tena. Alinukuu kichwa chake kama kwamba vitu hivi vidogo vilimwambia ukweli alioamini. Dereva katika suti safi alifungua lango. Bwana, aliita. Chief Anderson alimtazama Sandra. Chukua vitu vinavyomana zaidi kwako, alisema. Tunaondoka. Sandra alimtazama. Ondoka? Twende wapi? Moyo wake ulivunjika na wazi kwa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Alielekea ukuta, akavuta picha ya familia iliyokunjwa na kushikilia kifuani, macho yake yaliungua. Alitazama vitabu vyake, alitazama makeka, alitazama mlango ambapo jua lilikata mstari mwangavu juu ya sakafu kama hatua kwenye maisha mengine. Sasa? aliuliza, sauti ndogo. Chief Anderson alitabasamu kwa upole. sasa Mlango wa kwanza wa SUV ulifunguka kwa kubofya. Majirani walisogea karibu. Sandra alichukua pumzi, kunyosha mkono kwa vitabu vyake kwa mikono inayotetemeka na mgongomo mkali ulipiga kwenye fremu ya mlango wa kutosha kutetemeka nyumba ndogo. Sauti ilipaaza kutoka nje ya ghafla na ya hasira, fungua! Umepata magari haya wapi? Sauti ya mgongomo ilipiga tena, bum bum bum ilibweka kupitia nyumba ndogo ya Sandra kana kwamba kutazita anguka. Majirani walihema na kusogea karibu, wengine walinongona, polisi polisi, hawaji wengine walinungunika, msichana huyu ameingia shida. Sandra aliganda akishikilia picha ya familia yake kifuani, macho yake yaliruka kwa Chief Anderson ambaye sasa alisimama mrefu katika suti yake nzuri, utulivu wake kama ngao, aliinua mkono mmoja akimtaarifu asiogope, lakini tumbo la Sandra liligeuka. Nani angeweza kuwa mlangoni? Je, kama walidhani alikuwa ameiba kitu? Je, kama walikuja kumvuta mbali? Sauti nje ilipiga kelele tena, fungua mlango huu sasa! Umepata magari haya ya matajiri wapi? una kificha nani ndani? Pumzi ya Sandra ilikwama. Alitaka kujibu, lakini sauti yake ilimshindwa. Majirani waliegemea kwenye uzio unaoyumbayumba wakinyusha shingo kuona zaidi. Watoto walipiga kelele kwa masisimko mko, wakiashiria magari meusi ya SUV yakiangaza chini ya jua la moto la Lagos. Chief Anderson alielekea karibu na mlango na kwa nguvu ya ajabu aliyuvuta wazi. Fremu ya mbao ilikuwa ruzika ilipozungusha pana. Amesimama nje, kulikuwa na kikundi cha wanaume wawili katika mashati ya mavumbi na viatu vya nyumbani, moja katika jaketi ya kahawia nzito sana kwa hali ya hewa. Macho yao yaliruka kwenye magari ya SUV kisha kurudi kwenye nyumba ndogo ya Sandra. Nyuso zao zilikuwa na mashaka, hata hasira. Nini kinaendelea hapa? mtu yule katika jaketi alidai. Sauti yake ilikuwa ya ghafla, kipaji cha uso chake kimejaa jasho. Msichana huyu ni yatima maskini tu. Je, anaweza je ghafla kuleta watu wakubwa hapa? Kitu hakiko sawa. Moyo wa Sandra ulizama, maneno yaliuma kwa sababu yalikuwa ya kweli. Alikuwa maskini, alikuwa peke yake, na bado hapa kusimama magari ya thamani zaidi kuliko chochote alichoweza kufikiria. Umati ulinong'ona kwa sauti zaidi, wengine wakikubali, wengine wakikunja nyuso, lakini Chief Anderson aliruka mbele Sauti yake ilikuwa ya uthabiti, ni zito na ya kiongozi. Mabwana, punguza sauti, magari hayani yangu. Watu wale walibonyeza wakichanganyikiwa, moja wao alisinya uso wake ghafla, macho yake yalikuwa ngoja. Je, huyu si alijikwa akishindwa kumaliza. Ndio, Chief Anderson alisima kwa uthabiti, akimkata mimi ni Chief Donald Anderson, mkurugenzi mkuu wa Donald Group, magari hayani yangu. Na msichana huyu mchanga, aliweka mkono kwa upole kwenye bega la Sandra. Yupo na mimi. Kuhema kulijaza hewa. Minong'ono ya majirani iligeuka kuwa mazungumzo ya sauti, wengine walifunika vinywa vyao kwa mshangao, wengine walirudi rudi nyuma, wakiwa na aibu kwamba walikuwa wamemshuku Sandra haraka hivyo. Watu ambao walikuwa wamegonga walihamia bila utulivu, ujasiri wao wa awali ukiyeyuka. Sandra alitazama juu kwa Chief Anderson, kifua chake kikipanda na kushuka haraka. Bado hakuweza kuamini bilionea ndani ya nyumba yake ndogo, bilionea ya akimtetea mbele ya kila mmoja ambaye hapo awali alikuwa amemupuuza. Dereva wa Chief Anderson alifungua mlango wa suvi zaidi na kuita bwana, iko tayari Anderson alimgeukia Sandra, macho yake laini tena. Chukua vitu vyako, binti yangu, ni wakati wa kuacha mahali hapa. Mikono ya Sandra ilitetemeka aliposhika vitabu vyake na picha kwa nguvu zaidi. Aligeuka mara moja tena kutazama nyumba yake, rangi iliyo meremeta, paa la kipenyo, mkeka sakafu, kumbukumbu za wazazi wake zilijaza macho yake kwa machozi. Hii ilikuwa nyumba yake pekee. Hata hivyo alijua ilikuwa wakati wa kurukia jambo ambalo hakuwa hikulifikiria. Alichukua hatua moja kuelekea gari, na ghafla sauti ya kawaida kutoka kwa umati ilipaza: Sandra usiende nao, hujui ni nani kweli. Maneno yalipiga kama radi, yakimgandisha katikati ya hatua. Miguu ya Sandra ilikuwa imara pale onyo lilipobweka kupitia uwanja wa mavumbi, kila jicho liligeuka kuelekea msemaji Mtu mrefu wa umri wa kati katika shati la bluu li lililotoweka na suruali, akisimama ukingoni mwa umati. Sauti yake ilitetemeka kwa dharura, usiwaamini Sandra, watakudanganya, watatumia wewe. Minongono ilienea kupitia majirani, wengine walinuku wakikubali, wengine walikunja nyuso wakinongona, lakini alisema yeye ni Chief Anderson. Kifua cha sandra kilifiniwa. Mtu yule alikuwa Bwana Adae, rafiki wa zamani wa baba yake na jirani pekee ambaye wakati mwingine alimpa chakula kilichobaki pale alipokuwa na njaa. Alikuwa amemheshimu daima. Kelele yake ya ghafla ilikata matumaini yake dhaifu kama kisu. Mkono wake kwenye picha ya familia ulitetemeka. Alitazama kutoka Bwana Adae hadi mtu mrefu kwenye chumba chake cha kuishi. Si mwombaji tena lakini Chief Anderson amevaa suti nzuri sana kwa nyumba yake ndogo. Kuchanganyikiwa kulizunguka moyoni mwake. Macho ya Chief Anderson hayakuyumbayumba kamwe. Aliruka mbele, mabega makubwa, sauti ya utulivu lakini imejaa mamlaka. Binti yangu, hofu inaweza kuwafanya vipofu wanaume kama vile giza. Onyo la mtu huyo limezaliwa na mashaka, si ukweli. Lakini nitakuthibitishia ni nani mimi. Alishika kwenye mfuko wake na kutoa mkoba wa ngozi laini. Ndani kulikuwa na kadi iliyochongwa dhahabu. Aliishika nje kuelekea bwana Adai. Hapa kadi yangu ya biashara, thibitisha ikibidi. Dereva karibu na magari ya SUV alinuku na kuzungumza kwa sauti kwa wote kusikia, huyu ni Chief Donald Anderson, Lagos, Abuja, port Harcourt. Kila mtu anajua jina lake, yeye si mdanganifu. Lakini mashaka yaliendelea kuwepo hewani. Bwana Adai alikunjua kichwa akisogea karibu Sandra, nisikilize, sikilizee, wewe ni msichana tu. Wanaweza kukuahidi mbingu na ardhi, jambo lingine unazama na hakuna mtu atakayekusikia tena. Kaa hapa ambapo ni salama. Machozi yaliungua macho ya Sandra. Salama? Alifikiria usiku alilolala kwenye mkeka mgumu akiwa na njaa tumbo lake likigiuzia maumivu alifikiria sauti za wazazi wake zilizopotea milele, ya kubeba mizigo mizito sokoni ili tukununua gauni la mkono. Je, hii ilikuwa usalama au ilikuwa kifo cha pole kwa kimya? Sauti ya Chief Anderson ilishuka laini zaidi sasa. Sandra, ulinipa maji wakati hakuna mwingine angeweza. Ulifungua mlango wako kwangu ulipokuwa huna kitu. Sitasaliti imani hiyo lakini chaguo lazima liwe lako. hakuna mtu atakayekulazimisha umati uliyegimia ndani wakingoja, hata watoto walikuwa kimya. Sandra alipangusa machozi yake na kumtazama bwana Adai. Mjomba, alinong'ona wazazi wangu walipokufa, hakuna mtu aliyekuja kunisaidia. Niliomba, lakini watu walitazama mbali. Leo mtu ameniona. Sauti yake ilitetemeka, lakini alinyusha mgongo wake. Siwezi kuacha hofu inifunge kwenye maumivu haya. Alishikilia vitabu vyake na picha kwa nguvu zaidi, kisha kutembea pole kuelekea SUV. Majirani walihema pale mlango ulifunguka kwa kubofya kimya, lakini pale tu Sandra alipoinamia kuruka ndani, sireni ya sauti ililia mbali, ikikuwa karibu na karibu. Magari ya polisi yaliharakisha kuelekea uwanja, sireni iliyuma ilikata hewa kama kisu ikiongezeka kwa sauti kila sekunde. Majirani walitawanyika, wengine wakikimbia nyuma ya uzio, wengine wakisukuma karibu kwa mtazamo bora. Watoto walipiga kelele na kushikamana na mama zao. Sandra aliuganda mkono wake kwenye mpini wa mlango wa SUV, moyo wake ukikimbia. Malori mawili ya polisi yalipiga breki ghafla nje ya uwanja, vumbi liliweka hewa. Pale maafisa wanne waliruka chini viatu vyao vikipiga ardhi kwa mapigo mazito. Kila mtu alibeba bunduki iliyotundikwa kwenye bega lake, nyuso zao zilikuwa ngumu na mashaka. Nani miliki wa magari haya? Afisa mkuu alipiga kelele, akiashiria magari ya SUV yaliyopangwa kwenye uwanja wa Sandra. Magoti ya Sandra yaliguka. Alikumbatia vitabu vyake na picha ya familia kifuani, akishindwa kuzungumza. Je, kama wanadhani nimeiba kitu Je, kama watani shika. Kabla hajanguka chini ya uzito wa hofu, Chief Anderson aliruka mbele kwa utulivu. Suti yake iliyang'aa kwenye mwanga wa jua na sauti yake ilibeba mamlaka ya uthabiti. Magarini yangu. Afisa alinyanya macho yake. Na wewe ni nani? Chief Anderson alishika kwenye mfuko wake, akitoa kadi ya kitambulisho iliyofunikwa kwenye kiu, aliitoa bila kusita. Afisa aliisoma kwa makini Kope zake zilikunja, kisha kuinuliwa kwa mshangao. Alinong'ona kitu kwa watu wake kabla ya kutazama juu tena. Chief Donald Anderson alinung'unika, mkurugenzi mkuu wa Donald Group. Kuhema kulitoka kwa majirani tena, wengine walifunika vinywa vyao, wengine waliinamia karibu kunung'unika kwa mshangao. Mashaka ya afisa yalipungwa, lakini hakuwa amemaliza. Alimtazama Sandra. Na msichana huyu kwa nini yuko hapa? Kwa nini ulisimama kwenye nyumba yake? Midomo ya Sandra ilifunguka lakini hakuna maneno yaliyotoka. Je, angewezaje kueleza kilichotokea tu, kwamba alikuwa amechukua mwombaji kipofu ili kugundua ni bilionea aliyejificha? Sauti yake ilitetemeka kooni mwake. Chief Anderson alizungumza kabla hajaweza. Msichana huyu mshanga, alisema kwa uthabiti, ni binti yangu sasa Alinipata wakati hakuna mwingine angeweza. Alinipa maji wakati ulimwengu uligeuza mgongo, na kutoka leo nitamlinda kama wangu mwenyewe. Maafisa walibadilishana macho ya mshangao, umati uliitwa tena kwa sauti zaidi, wakati hukeleleza kutokuamini, minongono ya ajabu. Baadhi ya majirani ambao walikuwa wamemdhihaki Sandra mapema sasa walionekana na aibu, macho yao yakiwa chini. Wengine walimtazama tu wakishanga kwamba msichana yatima waliyempuuza anaweza kuchaguliwa na bilionea. Afisa alirudisha kitambulisho na kunukuu kwa heshima, samehe bwana. Chief Anderson alimtazama Sandra, chukua vitu vinavyomana zaidi kwako, alisema tunaondoka. Sandra alimtazama, ondoka, twende wapi? Moyo wake ulivunjika na wazi kwa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Aliyeelekea ukuta akavuta picha ya familia iliyokunjwa na kuishikilia kifuani. Macho yake yaliungwa. Alitazama vitabu vyake, alitazama mkeka.